Huzuni imetawala miongoni mwa Wakatoliki duniani kufuatia kifo hiki cha ghafla cha Papa Francis. Ndani ya huzuni hiyo, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania TEC anatangaza utaratibu utakaofuatwa na waumini wa kanisa hilo hapa nchini. Kama ulivyo utaratibu, ibada zetu misa ni ile ile, tunatolea misa ya marehemu kama tunavyotoa zingine, tunavyoombea marehemu wengine wote, tunatolea hivyo. E, lakini hii ya kwake ni ya siku tisa e, kadiri ya desturi zetu na katika liturujia yetu. Sasa hivi tunaacha e, kumtaja e, unaposali huwa tunamwombea Baba Mtakatifu kama kiongozi wetu, kwa hiyo wale Wakatoliki mnajua. Kwa hiyo sasa hivi utakuwa t tunawaombea viongozi wetu, unamruka Papa, unataja askofu na wengine e, kwa hiyo hiyo tukwa liturujia itakuwa hivyo, lakini unamwombea una kama marehemu Kitima ametumia nafasi hiyo pia kusema kwamba kardinali mtanzania Protasi Rugambwa atakuwa miongoni mwa makardinali watakaoshiriki katika zoezi la kumtafuta kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani. Na padri huyo amesema Rugambwa ana sifa zote za kuchaguliwa kuwa papa, na mchakato wenye huko hivi, eh, makardinali walio na umri eh, chini ya themanini Eh, na moja eh, wale ndio wana eh, wanahusika kwenda kwenye uchaguzi ule unaitwa conclave kutoka duniani kote, na sisi tuna bahati eh, tumepata askofu eh, tumepata kardinali mpya mwaka juzi eh, kardinali eh, Protas Rugambwa Kweo, wa jimbo kuu la Tabora. Kwa hiyo Watanzania tuna eh, mshiriki anaenda kupigiwa kura anaenda kupiga kura na anapigiwa kura. Ujumbe kuhusu kumwombea Papa Francis umerejewa pia na kardinali Rugambwa katika taarifa yake kwa waumini iliyotolewa leo jioni. Kuanzia kesho, nawaomba mnaosali tafadhali, hata kwenye makanisa yetu tuwe na nia hiyo, kwanza kumwombea Baba Mtakatifu alafu tunaliombea kanisa letu halafu nakuombea vilevile yote yatakaokuja baada ya hapo. Maskofu wengine nao wamemzungumzia Papa Francis kwa namna walivyomfahamu. Kitu cha pekee ambacho naweza kwa mwenzi Papa Francis tutana kukumbuka ni uteuzi wangu mimi kama askofu wa jimbo la, la Shinyanga. Ndiye aliyenitoa kwa mchungaji mkuu wa jimbo li, la Shinyanga ambayo linachukua mikoa ya Simiu na Shinyanga ukiondoa wilaya nini ya Kahama na anaita kwamba wakuu wa dunia, kaeni chini, mkae mwondoe kashfa skando, kashfa ya kukosekana kwa chakula duniani. Baada ya tukosekana chakula, tengenezeni sera kuhakikisha kwamba walau watu wanapata chakula cha uhakika kabla ya hayo mengine. Kwa hiyo ametufundisha kuvumilia na kuchukuliana, na kwa hali hiyo yeye alikuwa anajaribu, anajaribu kuishi kusema katika maisha haya tuwe tunatoka kwenye kwenye mzunguko tuliozoea. Msiba huu umewagusa hata wasio viongozi wa dini. Tuwaombee viongozi wetu maaskofu wetu, taarifa hii wanapoipokea basi Mwenyezi Mungu awasaidie wanapoipokea, waipokee kwa sura ambayo, kwa sababu amefariki akiwa madarakani na ni kiongozi mkubwa katika ule utaratibu uliopo basi wanapoipokea taarifa hii Mwenyezi Mungu awape faraja. Kwa kweli, Baba Mtakatifu Francesco aliwaunganisha sana waumini katika kanisa lake ili wamtumikie Mungu katika roho na kweli. Kwa hilo tutamkumbuka kupendana na kufanyiana matendo mema. Tusifanyiane ubaya, tusifanye dhambi kwa kweli tu, tuyatende yale ambayo Mungu anayopenda. Nimesikitika sana, lakini nimeipokea kwa faraja nitamkumbuka sana kwa jinsi ambavyo aliweza kusimamia amani duniani na kutetea watu wanyonge. Papa Francis amehudumu katika wadhifa huo tangu mwaka 2013 na katika moja ya mambo ambayo atakumbukwa barani Afrika ni ziara yake nchini Sudani Kusini ambako alijishusha kiasi cha kuwashika miguu viongozi wa taifa hilo akiwataka waondoe tofauti zao zinazosababisha mateso makubwa kwa wananchi wao. Tumie Omari Azam News.